Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga Uwasa umepokea vitendea kazi kutoka kwa mradi wa VEI unaotekelezwa kupitia mamlaka kubwa za maji nchini Uholanzi, na hapa mratibu wa mradi huo injinia Violet Kazumba anaelezea mradi huo mradi unaotekelezwa kupitia ufadhili wa GIZ na European Union ambapo VEI au kwa kirefu kwa ufafanuzi zaidi ni muunganiko wa mamlaka kubwa za maji nchini Uholanzi ambazo zimeunga jina moja likaitwa VEI. Wao wanatekeleza mradi huu ambao mradi mama unaitwa Green and Smart City. Sasa mradi huu chini ya GIZ na EU unatekelezwa katika jiji la Mwanza, jiji la Tanga na unatekelezwa pia Pemba. Hivyo basi kupitia mradi huu VEI ambao ndio kelezaji kupitia hapa Tanga Uwasa za kuwezesha kupata vifaa ambavyo vinaenda moja kwa moja kusaidia kudhibiti maji yanayopotea, akiwa na lengo zima la kupunguza non-revenue kwa mamlaka ya maji Tanga Uwasa vifaa hivyo ambavyo vimeweza kukabidhiwa leo kwa mkurugenzi mtendaji ni pikipiki tano, guta mbili, simu sitini ambazo zitaenda kutumika kwa ajili ya kusaidia kutoa taarifa za mivujo na kuonyesha utekelezaji wake, lakini pia tuna TV skrini mbili ambazo zitasaidia katika kuonesha namna ambavyo leakage zimeripotiwa na hata zimefanyiwa kazi. Mradi huu wa VEI ulianza kutekelezwa rasmi Julai mwaka elfu mbili ishirini na nne ambapo mpaka sasa unaendelea kusaidia kupunguza kuhakikisha mivujo yote inafanywa kwa wakati. Akitoa shukrani mara baada ya kupokea vifaa hivyo, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Geofrey Hilly amesema vifaa hivyo vitaongeza ufanisi katika kazi yao. Leo tulikuwa na tukio la kukabidhiwa vifaa kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku, hasa yanayohusiana na kupambana na mivujo katika miundombinu yetu hivi vifaa ni sehemu ya mradi unaofanywa na wenzetu wa European Union kupitia jiaizene, lakini mtu wa hususi ambaye ambaye kwenye ata VEI na uh, kwa Uholanzi ambaye ndio mtekelezaji wa mradi huu. Uh, shukuru kwa sababu vifaa hivi vitatusaidia sana katika kuboresha utendaji wetu. Moja, kuhakikisha kwamba tunapata taarifa za mivujo mapema kwa kutumia simu ambazo tumezigawa kwa watumishi na kwa baadhi ya wadau, lakini pili huweza kuifikia hiyo mivujo kwa wakati kwa kutumia vifaa vya usafiri hivi ambavyo tumepewa, lakini pia tumepewa maguta haya ambayo yanatusaidia ya kufikisha vifaa vya kufanyia kazi katika saiti, ili kuhakikisha kwamba mivujo inadhibitiwa mapema iwezekanavyo ili kuzuia upotevu zaidi wa maji. Na Uwasa mpaka sasa hivi upotevu wa maji huko kwenye wastani wa asilimia 35, na lengo la mradi huu ni kushusha mpaka kwenye asilimia kwanza 28 baada ya mwaka mmoja lakini pia kuna asilimia hadi 20 baada ya miaka miwili. Nao wadau wanaotoa taarifa ya mivujo katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tanga, Mohamed Hali maarufu kama Magongo na Abdi Zuberi maarufu kama Nei, wakashukuru uongozi wa Tanga Uwasa kwa kuwapatia simu hizo kwa ajili ya utoaji wa taarifa na kuahidi kutoa taarifa zenye ubora kupitia simu hizo. Amdiali maarufu Magongo, hiyo ndo maarufu kao. Kwanza ni washukuru sana mamlaka naripoti, kazi nyingi sana nashukuru, na zinafanyiwa kazi kwa wakati. Kwa hiyo ni washukuru sana sana mamlaka ya majila maji, la, la maji, sio la, la semana Tanga peke yake hili, pamoja na wananchi wenyewe wawe na mazoea ya kuwa maji wakikuta mahali ya mwagika, basi wawe wa kwanza toa kero ili mafundi wa mamlaka ya maji waweze kufika eneo la tukio wa zile taarifa zikifika za umwagilikaji wa maji basi wazichukue haraka sana kuzifanyia kazi. Wajua, unapo mdau anapoleta taarifa ya umwagilikaji wa maji na nyinyi mamlaka ya maji mkachukua zile taarifa kwa haraka, basi mnahamasisha watu wengine kutoa taarifa. Lakini zile taarifa zikiwa zifanyiwe kazi kwa wakati, basi kunakuwa na changamoto kidogo ya umwagilikaji ya kutoa taarifa. Abdalla Zuberi maarufu Nengi. Kwanza uh, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo, lakini pia nishukuru management kwa kuniona uh, ninastahili kupewa hii simu. Kwangu mimi ni zawadi. Lakini uh, najua hii simu nimepata baada ya kuwa uh, ninatoa nina, nina taarifa za mivujo na kufuatilia kuona ile mivujo inafanyiwa vipi kazi. Awali nilikuwa mimi nikifanya nikiona kama ni jukumu langu tu la kikazi, lakini uh, bap, uh, kila mtu katika eneo ambalo lipo uh, uh, uh, atekeleze wajibu wake hususan katika hii uh, ishu ya kuzuia maji yanayopotea, ni ishu ambayo kila tukikaa vikao tunaizungumzia. Kwa hiyo kila mtu aone namna ya ku, anapambana vipi uh, kusaidiana na wenzetu hawa wavei kwa sababu lengo Kikubwa ni sisi wenyewe kama Tanga Uwasa tunapodhibiti maji yanapopotea ndipo uh, tunapopata endelea kupata fedha zaidi na, na, na mambo mengine. Kwa hiyo kwa wafanyakazi wenzangu niwatie moyo na niwaambie kwamba uh, wanapokuta kuna sehemu kuna mvujo watolee taarifa, na unapotolea taarifa ikiwezekana uwatafute wahusika kuona kwamba taarifa ulioitolea imefanyiwa kazi kwa namna gani. Mradi wa VEI umekabidhi vifaa vya kazi kwa Tanga Uwasa ikiwemo pikipiki, guta, simu kwa ajili ya ufikaji wa haraka katika kutatua changamoto za uvujaji maji kwa wananchi. Pamela Chaula, Tulilumwe TV.